Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza akainfluence maamuzi ya kafu ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu. Kwa hiyo kafu ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu elfu sitini ina thamani kubwa mno kwao wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini wanapeleka mechi hile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara tatu ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani, na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza aka influence maamuzi ya kafu ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu, lakini hawahusiki chochote na tunafahamu ya kwamba wamefurahi, Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kwamba sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amani tunakwenda kufanya vizuri, na hawataamini macho yao wenye watu elfu kumi na sita walionunua. Ukisema ukusanye maoni, utapata maoni tofauti. Kuna atakayekuambia bwana, mimi ndio nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu, potelea pote. Kuna mwingine atakwambia, nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia, hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi na maoni akishakuwa mengi, utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIP B, utakuwa una kenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi, fedha ya mtu haitapotea kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana, na kwa sasa wana simba wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni yangama na umetoa hiyo hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika, jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi Wanasimba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. Elfu thelathini yako elfu thelathini yako ishirini yako ama elfu saba yako au laki mbili na nusu yako utaisahau. tarehe 25 i 5 saa kumi na mbili na nusu Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Muhammad Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi elfu thelathini alafu imewekwa pending, kwa hiyo pendi. Fikra zetu wanasimba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamisha uwanja, anauliza inawezekana ni, ni figisu kwenye levo ya kiutawala? Hatuwezi kusema ni figisu, tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani.